Katikati Tabora mjini, mgombea urais kwa tiketi ya SAU akasimama mbele ya baadhi ya wananchi kwenye mikusanyiko, akauza sera zake, huku akijikita zaidi katika kuboresha sekta muhimu zinazogusa maisha ya watu moja kwa moja. Kupitia ilani yetu tumeliweka wazi hilo, siku mia nne na hamsini, na kuhakikisha mama tunamtunza, mama tunamlea ili akazae kiumbe ambacho kinakwenda kulijenga taifa letu bora la kesho. Sekta ya mifugo, mgombea huyo Kyara amedai imebeba uchumi mkubwa wa wananchi, hasa wale wanaoishi katika mikoa ya kanda ya Ziwa. kwa sababu ng'ombe wetu wanapochukuliwa hapa, tunataka machinjio yawe hapa Tabora, tuchinje ng'ombe zetu hapa na mbuzi, tupakie tupeleke Dar es Salaam na kwingine, ndugu zetu wakale nyama. Wakifanya hivyo, tunatengeneza ajira nyingi sana. Nao baadhi ya wananchi waliojitokeza kusikiliza sera za mgombea huyo wameeleza matarajio yao. Ajitahidi sana kutafuta mawaziri ambao wana uzalendo, yani uwaziri so umri, uwaziri so udini wala rangi. Yupo kijana mdogo tu anaweza akawa waziri na akawa na uzalendo na moyo wa hofu. Unajua, ukishakuwa na moyo wa hofu unaona hivi, mimi nikifanya hivi au, ili nikisimamia, ili kuna watu huku chini wanaumia. Umeme wenzetu Zanzibar wanavuta umeme kwa shilingi laki moja, yaani kwa mwananchi yoyote yule, haijalishi yuko mjini, haijalishi yuko vijijini. Na sisi tulikuwa tunahitaji kwa, kwa rais atakayeingia kwenye madarakani ambaye atakayepitishwa basi Watanzania tuwe tunavuta umeme kwa shilingi elfu ishirini na saba Kusuka au kunyoa ni Oktoba 29 mwaka huu, baada ya wananchi wenyewe kutafakari kwa kina hasa kwa yale walioyasikia wakati huu wa wagombea wakinadi sera zao katika kampeni. Juma Kapipi, Azam News, Tabora.